Wateuliwa watakaopewa ushemasi na upadri ni lazima wapewe huduma za usomaji na utumishi wa misa kama hawajazipokea, na tena wazifanye kwa muda fulani, ili kuwatayarisha vyema zaidi kwa huduma ya neno na ya altare. Naam, ni matumaini yangu kwamba ujambo na kwa na karibu katika chaneli yetu ya Kipalapala Seminary Online TV. Hii ni mazungumzo maalum yanayokwenda kutazamia juu ya huduma katika kanisa. Imekuwa ni tamaduni endelevu kwamba wale wanaojiandaa kwa ajili ya daraja takatifu ya upadri inawapasa Pata huduma hizi kabla ya kufikia hilo daraja, na huyu tunaye leo ni Padre Andrea Luziga anayekwenda kutupa mafundisho sahihi juu ya nini maana ya huduma ya usomaji, huduma ya utumikizi na wajibu wao muhimu katika ibada ya misa takatifu na maadhimisho ya kiliturujia kwa ujumla. Asante. Huduma fulani katika kanisa, iwe nje ya adhimisho la kiliturujia au ndani ya adhimisho la kiliturujia, tangu zamani sana, kuanzia karne ya pili na kuendelea mpaka sasa, na kadiri ya maandiko matakatifu kama asemavyo Mtume Paulo kwamba anapotuandikia sisi kupitia Wakristo wa, wa Korinto kwamba huduma hizo ziliwekwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu na kwa ajili ya kulitumikia taifa la Mungu vema kama inavyotakiwa. Na ndiyo maana anasisitiza kulihudumia kwa upendo, akitaja yale mambo makuu matatu: imani, matumaini na mapendo, na linalodumu katika hayo basi ni upendo ambapo tumesoma katika waraka wa kwanza mtume Paulo kwa Wakorinto ile sura ya kumi na tatu aya ya kumi na tatu. Kumbe, na katika historia ya huduma katika kanisa waamini mbalimbali walipewa kazi za liturujia takatifu na za kuwahudumia watu na mara nyingi watu walipewa kazi hizo katika ibada maalumu. Yaani, baada ya kumombea baraka ya Mungu, Mkristo aliwekwa katika huduma au daraja au cheo maalumu apate kufanya kazi fulani ya kanisa. Kwa waseminari walio katika malezi ya upadri, watapaswa kupitia huduma zifuatazo: usomaji na utumishi wa misa, kabla hawajapewa daraja ya ushemasi, kama alivyoandika Papa Paulo wa sita kwenye barua yake hiyo ambayo nimeshaieleza Ministeria Quedam ya tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 1972, katika kanuni namba 10 na 11 katika barua hiyo inasema hivi katika kanuni namba 10 au mwongozo namba 10, Baba Mtakatifu alisema hivi: muda uliowekwa na Baba Mtakatifu au na Baraza la Maskofu kati ya huduma mbalimbali ni lazima ufuatwe katika kutoa huduma ya usomaji au utangazaji wa neno la Mungu na utumishi wa misa. Iwapo huduma zaidi ya moja zinatolewa kwa mtu yule yule, mtu asipewe huduma mbili kwa wakati mmoja. Lazima kuwe na muda wa matazamio wa kutumikia au kuifanya kazi na mazoezi ya kutosha huduma hiyo aliyopewa kabla ya kupewa huduma nyingine, sababu wakati mwingine inatokea kwamba unakuta labda e, mtu ameomba daraja la kufuata e, malezi yupo katika hatua fulani na umifika nakuta usumaji na kwa sababu muda umefika, unakuta yanaunganishwa matukio yote pamoja anapata huduma ya usomaji na hapo hapo huduma ya wakoliti au mtumishi wa misa, kitu ambacho sio sahihi. Kumbe kila huduma lazima ifanyiwe kazi, mtu aweze kupimwa na kutolewa taarifa sahihi ya maendeleo kwa ajili ya kupanda hatua nyingine. Tukianza na msomaji au mtangazaji kwa neno la tunapata katika barua hiyo ministeri ya kwenda kanuni namba tano na uratibu mkuu wa misale ya Kiroma e, namba 99 na namba 194 mpaka 198, na majukumu ya msomaji ni kama ifuatavyo: katika maandamano anaweza kubeba kitabu cha Injili kama shemasi hayupo ikiitajika. Namba 2 kusoma neno la Mungu ndani ya adhimisho na ibada nyingine isipokuwa Injili. Tatu, kuimba nyimbo au wimbo uh, wote haujianzishwa ndani ya liturujia au adhimisho la liturujia. Kumbe ajue ni wajibu wake atakapokuwa mahali popote pale katika kusaidia eh, ndani ya ushiriki wa adhimisho. Na sita, kuwafundisha waamini kupokea vyema sakramenti mbalimbali. Kumbe ni wajibu pia kuwafundisha waamini kupokea vema sakramenti mbalimbali na saba, kuwaongoza na kuwafundisha wale waliowekwa kusoma katika maparokia ili wajue vyema wajibu wao, kwa sababu yeye tayari atakuwa anajua na ameshafundishwa. Na hivyo nipende kusisitiza katika sehemu hii ya msomaji kwamba msomaji, na akumbuke huduma aliyopewa, afanye kila jitihada kutumia muda, njia mbalimbali za kujiongezea moyo wa kupenda na kujua maandiko matakatifu, na hayo yatamfanya awe mtumishi aliye mkamilifu zaidi wa Bwana. Na sehemu ya pili sasa, tunaeleza juu ya mtumishi wa misa. Kumsaidia kuhani kupokea vipaji vya waamini, unapoleta muda ule baada ya sadaka vipaji na matoleo maalum yanapoletwa, basi ataenda na padri katika kupokea vipaji hivyo. Kumsaidia kuhani, kuhani kugawa kumunyo kama mtumishi asiye wa kawaida, extraordinary minister, kumbe akiambiwa utasaidia E, wakati wa kugawa komunyo basi ataenda. Kumbe kama ajaambiwa yeye asihangaike kwenda, atakuwa anajitwalia majukumu ambayo anakuwa hajapewa. Kumsaidia kuhani au shemasi kuvisafisha na kuviweka vizuri vyombo vitakatifu, ndio maana akishamaliza sasa, e, tukishamaliza kukomunika atasaidia kutoa vyombo pale atareni, e, vitakatifu na kwenda e, kuvisafisha pembeni, katika meza pembeni ambayo inaitwa credential table kwa sababu pale ndio eneo maalumu la kusafishia vyombo vitakatifu na sio kusafishia pale atareni, na ndio maana unaalikwa ikiwezekana, kila mahali katika maadhimisho ya misa, meza ya pembeni yanaliwe, ili kwamba baada ya kukominika e, na kuandaa vile vyombo vipelekwe pembeni, meza ya pembeni, kwa ajili ya ya kuvisafisha, na sio kuvisafishia atareni, kadiri ya maelekezo ya uratibu mkuu wa misale ya Kiroma kupeleka komunyo takatifu kwa wagonjwa. Kumbe huyu mtumishi wa misa au akoliti, basi kanisa limempa pia e, utumishi huo wa, au huduma hiyo kwamba anaweza pia kupeleka komunyo takatifu kwa wagonjwa kwa ruhusa maalumu, kuweka sakramenti kuu hadharani ili waamini wapate kuabudu na baadaye kuirudisha ndani ya tabernakulo. Hii inatokea pale akiwa labda parokiani, imetokea kwamba sasa padre hayupo, shemas hayupo, kama tulivyosema e, sasa msaidizi wa mwisho ndio huyu ambaye sasa anaruhusiwa kwa ajili ya kuweza kuchukua ekaristi, kuiweka kwenye monstrance au kionyesho, na kuiweka altareni, na hivyo watu wataabudu kadiri utaratibu ambao umewekwa: kuimba, kusifu, kutafakari na baadaye kushoa. Akishamaliza basi e, na na, na kusali sala ambayo imeandaliwa, atarudisha ekaristi. Angalisho ni kwamba asibariki watu kwa namna yeyote ile. Kuwafundisha watumishi wa misa wasio rasmi hasa katika maparokia yetu, yaani watumikizi, ili wajue vema wajibu huo wa kutumikia. Na napenda niseme kwamba kwa vile mtumishi wa misa amewekwa rasmi kuangalia hatari, itampasa kujifunza mambo yote yanayohusu adhimisho la kiliturujia na ibada mbalimbali, ajitahidi kuelewa undani wake na maana yake ya kiroho. Kwa njia hiyo ataweza kujitolea kwa Mungu kila siku na kuwa mfano wa wote kwa uchaji wake na heshima anayoonesha katika nyumba ya Mungu. Apende kweli mwili wa fumbo wa Kristo, yaani kanisa, taifa la Mungu. Hitimisho. Ninapenda kuhitimisha kwa kusema kwamba fundisho hili kwa kuasa wa waseminaristi katika ngazi mbalimbali tukianzia katika seminari yetu kuu hapa ya Mtakatifu Paulo Kipalapala, kwamba ni vizuri kuona umuhimu na uzuri wa huduma hizo zinazowaandaa katika safari yao ya kumtumikia Mungu katika daraja ya upadri. Waone thamani ya huduma hizo na watumikie vema kwa kujiandaa vizuri. Waepuke mazoea, kwani mazoea yanaweza kujenga tabia nzuri au tabia mbaya na hivyo wajiandae na wajiandae kabla. Ndiyo maana huduma inayofanyika kesho inaandaliwa leo, adhimisho linalofanyika kesho linaandaliwa leo au hata siku nyuma kabla, ili siku inapofika, e, aweze kutekeleza vizuri, e, shughuli hiyo ya kimungu. Haya ndiyo kanisa linayaeleza kupitia hati ya liturujia eh, Sacrosanctum Concilium namba 29 juu ya huduma mbalimbali ikisema hivi: watumishi wa tare, wasomaji, wenye kueleza ibada na wanakwaya wote wanatekeleza huduma kweli ya kiliturujia. Kwa hiyo inawapasa watekeleze kazi yao kwa ule uchaji wa kweli na adabu inayofaa huduma muhimu na namna hii na ambayo taifa la Mungu kwa haki linadai kwao, hivyo inabidi hawa wajawe kwa makini na roho ya kiliturujia, kila mmoja kadiri ya hali yake, na pia wafundishwe kutenda yote kufatana na kanuni za utaratibu zilizowekwa. Nikushukuru sana mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki na haya ambayo utakayoyatazama kwa kuyasikia pia yaweze kusaidia katika kuendelea kuelewa kanisa linachofundisha juu ya huduma ya usomaji pamoja na utumishi. Asante sana na Mungu akubariki.